Hapa e, ni maeneo ya Kigombo darajani, kama unavyojionea mwenyewe maji yamevuka daraja leo, ikiwa ni tarehe ishirini na nne. Hali kama unavyojionea mwenyewe, barabara ya Nanjirinji tu kilanjelanje haipitiki kutokana na hali ilivyo. Kama unavyojionea maji yanavuma kweli kweli, maji yapo juu ya daraja. Watu wanavusha pikipiki. Yaani ni shoo shoo hatari kweli kweli hapa maeneo ya Kigombo darajani. Tunaiomba serikali iangalie haraka sana barabara yetu hii ya Nanjirinji kutokana na hali hii ilivyo, tutazidi kupata sana tabu na tutaumbuka sana, tunaiomba sana serikali ituangalie kwa jicho la tatu. Asanteni. Leo toka ile jana wameshindwa kupita kutokana na hali ya mazingira ya hapa jinsi yalivyo. Tunaomba sana serikali ituangalie na ituhurumie.